Nafahamu kuwa mnao wajibu mkubwa wa kutoa huduma kwa wagonjwa walioko katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa, lakini inaweza kufanya maandalizi yote muhimu ya maadhimisho. Ah, maazimisho. Uh, nachukua fursa hii kutoa pongezi zangu za dhati kwa wauguzi kwa kuenzi siku hii muhimu ambayo hutumika rasmi umwezi mwanzilishi wa taaluma ya uuguzi Bi Florence Nightingale ambaye alizaliwa Italia mwaka 1820. Nawapongeza kwa kazi nzuri na yenye kutukuka ya kuhudumia jamii kwa moyo wa upendo pamoja na changamoto mbalimbali mnazozipitia. Jamani jipigieni makofi, na aidha, tunatambua kuwa muuguzi ndiye anayekaa na mgonjwa muda mwingi kuliko watumishi wengine katika hii sekta yetu ya afya. Lakini wakati mwingine wauguzi hukaa karibu na mgonjwa ili kumtia moyo na kumfariji hata katika dakika zake za mwisho za uhai wake. <laughs> Kwa muktadha huu, nitoe wito kwa jamii nitambue kuwa wauguzi ni watu muhimu sana na hakika mastahili pongezi. Tunawapongeza sana na ngelemu sana, ndugu wauguzi nimefahamishwa kwamba katika maadhimisho siku ya uuguzi nimeendesha zoezi la utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii bila malipo. Aidha, nafahamu kuwa kuelekea kilele cha maadhimisho haya nimeweza kupima ujana uzito na maesi vya bm kwa watu mia mbili sitini na nne, shinikizo la damu kwa watu mia mbili sitini na nne, kisukari chunguza saratani ya mlango wa kizazi wa watu 15 pamoja wa na mchangaji wa damu kupata chupa 25. Napenda kuwapongeza sana kwa kutoa huduma kwa jamii. Jambo hili litawezesha kuwa na matokeo chanya kwa jamii kwa sababu wamenufaika nayo moja, pamoja na kupatiwa huduma hizi bila malipo yoyote. Eh, nitoa vitu utaratibu huu uendelee, uh, kutoa huduma kwa jamii na usiishie kwa makau pekee, bali ni jambo la mwendelezo. Ndugu wauguzi, serikali ya awamu ya sita imeongozwa na mheshimiwa rais Dk Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha mazingira ya kutolea huduma za afya ikiwemo ujenzi na ukarabati wa vituo mbalimbali vya kutolea huduma za afya katika mkoa wetu, na wote ni mashuhuda kwa jambo hili kwa ujenzi wa hospitali ya Rufaa ya Mkoa inaendelea kwa mchindo. Vile vile inaendelea kwa ajira kwa watumishi wakiwemo wauguzi. Aidha, kwa namna ya kipekee kupitia kikao cha mwaka cha wauguzi cha tano ameweza kupitisha muundo mpya wa utumishi wa kada ya wauguzi ambao utaanza kutumika rasmi mwezi Julai, mwaka huu na 2025, kwa kweli anastahili kupongezwa. Ndugu wauguzi, naomba sasa tukumbushane kuhusu maadili ya taaluma ya uuguzi. Ninafahamu kwamba wauguzi wengu kufanya kazi vizuri kwa kuzingatia viwango, maadili ya kazi, sheria, kanuni, misingi bora ya taaluma yenu ya uuguzi. Hivyo na wasii, tuendelee kufuata maadili ya taaluma kwa siku zote. Kwa wachache ambao huenda kinyume na maadili ya taaluma, basi tusisite kuonyana wenyewe kwa wenyewe ili kulinda heshima ya taaluma yetu ya uuguzi na u